tunajifunza habari za Yesu Kristo alipokuwa anajaribu kutoa mfano ya kwamba ufalme wa Mungu umefanana na mpanze, alikuwa anatoa mfano mpanze aliyebeba mbegu, zingine zikadondoka kando ya njia, zingine zikadondoka kwenye mwamba, zingine zikadondoka kwenye udongo mzuri, zingine zikadondoka kwenye miba. Lakini tunaposoma Mathayo 13:22 ni wakati ambapo Yesu alikuwa anajibu maswali kwa wanafunzi wao maana Yesu alipotoa huo wa mfano wanafunzi hawakuelewa, kwa walipokuwa faraga, walimuuliza ule mfano ulikuwa unamaanisha nini, na ndivyo Yesu alivyokuwa anajaribu kuchambua kwamba mbegu alipokuwa anasema kwamba mbegu zilizodondoka don, kwenye miba alikuwa anamaanisha nini, na akafafanua kwamba wale watu, watu ni watu waliolipokea neno la Mungu kwa furaha lakini kwa sababu ya masumbufu ya dunia hii, kwa sababu ya shughuli za dunia, kwa sababu ya udanganyifu wa mali, udanganyifu wa mali wakawa so busy, hawakuwa na muda wa kutufunza neno la Mungu, hawakuwa na muda wa kutafakari neno la Mungu. Na kwa sababu hawakuwa na muda wa kutafakari neno la Mungu, neno la Mungu likawa halizani, likawa hawalizani na ndivyo hata siku za leo kuna watu wako bize sana na shughuli zao kiasi kwamba hawana nafasi ya kwenda kujifunza neno la Mungu, hawana nafasi ya kusoma na kutafakari neno la Mungu, na matokeo yake pamoja na kuwa waliokoka muda mrefu, lakini bado hakuna mabadiliko ya, ya dhahiri yanayoonekana kwamba huyu mtu amepiga hatua kiroho. Nini kinachopelekea? ni kwa sababu ya udanganyifu wa mali, ni kwa sababu ya kuwa bize na shughuli za dunia hii yuko bize kiasi kwamba hana hana muda muda wa kufika ibadani kwenye ibada za katikati ya wiki, hana muda na hata Jumapili anaweza akawa bize na shughuli zake. Na Yesu akamwambia kwamba hizi zilizo hizi mbegu zilizodondoka kwenye miba ni wale ambao walilipokea neno la Mungu kwa furaha, wakaongozwa sala ya toba, lakini wakabanwa na shughuli za, wakawa bize na shughuli za dunia hii, wakawa bize na shughuli za kutafuta kipato kiasi kwamba hawana muda wa ibada na hasa ibada za katikati ya wiki, na wengine wanafika mbali zaidi, hata ibada za Jumapili wako bize na shughuli zao. Na kwa sababu hiyo neno la Mungu, neno halizai matunda, halizai matunda, hao watu wanaendelea kubaki kwa watoto wachanga. Pamoja na kuwa ni muda mrefu tangu wameokoka, lakini bado wanabaki kwamba watoto wachanga, na Mungu anachotamani, anatamani tukue kiroho akasema kwa sababu ya udanganyifu wa mali. Kwa watu wengi wako bize, wako bize na shughuli za dunia hii, kiasi kwamba wanashindwa hata kwenda ibadani, hawana muda hata kusoma neno la Mungu, na kwa sababu hiyo lile neno lililopandwa mara ya kwanza lililopelekea ukampokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao halizaya, wanaendelea kubaki kwa watoto wachanga. Wanaendelea kubaki vile vile, kiasi kwamba wakati mwingine hata kwa kutofautisha wao pamoja na watu ambao hawajaokoka, huwezi kuwatofautisha, kwa sababu neno la Mungu ndilo ambalo linaweza kuwabadilisha. Narudia tena, na ndicho ambacho tunashuhudia sasa. Kuna watu wako bize, wako bize, wana shughuli za dunia hii kwa sababu ya udanganyifu wa mali. Nakumbuka kwamba tunahitaji kumwamini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yetu. Unahitaji kumwamini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yako. Maandiko yanasema kwamba kwenye Mithali tatu tano kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako. Kitendo cha kuwa bize na shughuli za dunia hii kidendo cha kuhangaika kutafuta mali mpaka ukakosa muda wa kwenda ibadani, mpaka ukakosa muda wa kusoma neno la Mungu na kutafakari, mpaka ukakosa muda wa maombi, inaonyesha ni jinsi gani ambavyo humtumaini Mungu. Unazitegemea akili zako, unategemea jitihada zako. Tunahitaji tufike wakati kwamba tumtumaini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yetu, hata kwa habari ya majukumu yetu katika, katika familia zetu. Udanganyifu wa mali Watu wengi kwa sababu ya kuwa busy na kutafuta mali, watu wengi kwa sababu ya kuwa busy na shughuli za dunia hii, neno la Mungu halijazaa, neno la Mungu limesongwa, halijazaa matunda. Pamoja na kuwa wameokoka muda mrefu, lakini kwa sababu walikuwa hawana muda wa kuendelea kujifunza neno la Mungu, kuendelea kutafakari neno la Mungu, kwa sababu ya shughuli za dunia hii wamebaki vile vile, wamebaki kuwa watoto wachanga, kwa sababu ya udanganyifu wa mali. Hajalishi uko bize kiasi gani, kumbuka wewe sio wa kwanza. Wapo wakina Danieli, ambao walikuwa wana majukumu makubwa serikalini serikalini, lakini walipata muda wa kuomba mara tatu kwa wiki, walipata muda wa kuomba mara tatu kwa wiki, pamoja na kuwa bize, kuwa na nafasi kubwa serikalini, hakukosa muda wa kuomba. Hajalishi uko busy kiasi gani, lazima uwe na muda kwa ajili ya kufika ibadani, kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, uwe na muda kwa ajili ya kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu. kwa Yesu akasema kwamba watu mbegu hizi zilizodondoka kwenye miba, hawa ni aina ya watu ambao walilipokea neno la Mungu, wakaongoza sara ya toba, lakini baada hapo wakawa bize na shughuli za dunia hii, baada hapo wakawa bize kutafuta mali mali, sema udanganyifu wa mali, udanganyifu wa mali. Udanganyifu wa mali, wakati mwingine fike wakati ujiulize maswali yenye akili. Tangu umeanza kuangaika, hawendi kwenye ibada za katikati wiki, huwezi kuenda kwenye vipindi, wakati mwingine unakosa hata ibada za Jumapili, je, kuna nafuu wowote kwenye maju, kwenye, ma, kwenye, maisha yako? Kuna nafuu wowote ama bado unaendelea kuangaika? Ama bado unaendelea kuangaika? Na kuna sababu ya kuendelea na mfumo huo ambao hukupi matokeo chanya, haukupi matokeo ambayo ama matokeo ambayo unayataka. Tunamhitaji Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu. Usitegemee, usitegemee, usitegemee jitihada zako, pamoja na kuwa unahitaji kufanya kazi kwa bidii, lakini usijivunie jitihada zako. Unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Suppose kwenye shughuli zako kaugua, familia yako itaishi? Kwa sababu wakati mwingine tulikuwa na uzima tunajisahau. Tunajisahau. Tunahitaji kumtumaini Mungu kwa moyo wetu wote, wala tusijivunie jitihada zetu, tusijivunie nguvu zetu, bali tuwe na muda kwa ajili ya Mungu, tuwe na muda kwa ajili ya Mungu. Mungu akubariki kwa ajili ya kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka unahitaji kutenga muda kwa ajili ya Mungu, usiwe busy na shughuli za dunia hii kiasi kwamba ukakosa muda wa kwenda kwenda ibadani, kiasi kwamba ukakosa muda wa kusoma neno na kutafakari, kiasi kwamba ukakosa muda wa kuomba. Unamhitaji Mungu kwenye shughuli zako, mwamini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yako. Usijivunie jitihada zako, usijivunie nguvu zako ulizonazo kwamba utapambana. No, tunamhitaji Mungu. Kuna watu wanapambana lakini bado wanahangaika. Tunachohitaji ni Mungu. Tumwamini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yetu. Tumamini Mungu hata kwa habari ya mahitaji yetu. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, utayapata na maisha yako yatabakia jinsi yalivyo katika jina la Yesu. Na kama una marafiki zako ambao wako busy, wa busy na shughuli za dunia hii, hawana muda wa ibada, washirikishe mafundisho haya yatafanyika msaada kwako na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.